Naam, huwaligani mtazamaji wa Global TV Online, kupitia Global Sport pekee unapata habari mbalimbali mbali za kimichezo ukiwa na mimi Sports Radio wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe. Ofisa habari wa Simba Haji Manara ameibuka na kutangaza kuachia ngazi ndani ya klabu ya Simba na kujiweka mbali na mchezo wa soka endapo ikitokea msimu huu timu yake ikashindwa kuifunga Yanga na kukosa ubingwa wa ligi kuu Bara. Kwa mujibu wa Manara, amefikia hatua ya kusema hivyo baada ya juzi Jumamosi kuishuhudia Simba ikiwa kwenye ubora wa hali ya juu na kuilazimisha suluhu Al Masry ya nchini Misri kwenye uwanja wake wa nyumbani wa Port Said, katika mchezo wa Kombe la Shirikisho Afrika. Katika mchezo huu wa marudiano Simba ilihitaji ushindi wa aina yoyote ili asonge hatua inayofuata, lakini akajikuta anaondolewa kwenye mashindano kutoka sare ya mabao mawili kwa mawili waliopata kwenye mchezo wa kwanza uliopigwa hapa nyumbani. Baada ya Simba kuondolewa kwenye mashindano hayo, matumaini yao pekee yamebakiwa kwenye ligi kuu Bara, ambapo inahitaji kuchukua ubingwa wa ligi hiyo msimu huu ujao ili iweze kuiwakilisha Tanzania kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Kwenye msimamo wa ligi kuu bara, Simba inaongoza ikiwa na pointi arobaini na sita sawa na Yanga inayoshika nafasi ya pili, lakini zinatofautiana kwa mabao ya kufunga na kufungwa ambapo Simba ina mabao arobaini na tisa na Yanga thelathini na nane. Timu hizo zinatarajiwa kupambana mwezi ujao katika mchezo wa mzunguko wa pili baada ya ule wa kwanza kutoka sare ya bao moja kwa moja. Yote kwa yote, endelea kufuatilia Global TV Online kwa habari kama hizi na nyingine nyingi, usahau kubofya sehemu iliyoandikwa subscribe ili kuwa mwanafamilia wa Global TV Online na kutufuatilia katika mitandao ya kijamii. Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers, twitter Global Habari, youtube channel yetu ni Global TV Online. Asante na kwaheri. Kuwa wa kwanza kupata dondoo za VPL kila siku, muda wowote, mahali popote, ukiwa na soka letu. Sio si hayo tu, kwa shilingi mia moja tu kwa siku utapata dakika tano za kupiga simu za Vodacom na pointi zitazokufanya kujishindia tiket za VIP jezi ya timu yako kuangalia mazoezi ya timu yako na pia nafasi ya kuhudhuria hafla ya utoaji zawadi kwa wachezaji na marefu wa Ligi Kuu ya Vodacom. Ukijiunga kwa mara ya kwanza utapata huduma hii bure kwa siku tatu. Mteja wa Red utapata point mara tano zaidi, na mteja wa pinduapindua utapata pointi mara mbili zaidi. Kujiunga piga nyota 149 nyota 84 alama ya reli really, na ufurahie ligi kuu kwa undani zaidi ukiwa na soka letu.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 kabisa cha cross chenye makala bomba za kimataifa zilizo dadavuliwa na kunyambuliwa kwa kina ili kukupa uhondo wa jumapili kwa shilingi mia tano tu, la Jumapili Spoti Extra, uhondo tu. Uh, mimi ni Abdi Banda, mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania na klabu ya Baroka FC ya South Africa, naangalia Global TV Online.